Ukiangalia pale mbele ameongeza, kuna yule msebi alioingia pale na yule aliotoka. Kwa hiyo unakuta National Ali ana wachezaji ambao wana quality kubwa, yani wachezaji watatu wa National Ali ni usajili mzima wa kikosi cha ya Yanga. Sasa wanavyofikiria ya hapo taenda kupata nini? Alafu ukiangalia kocha, aina ya kocha waliokuwa naye katoka kola, yule yule kocha aliyokuja ni mkubwa kuliko nani? Kuliko kola. Kwao ni walimu ambao, yani ule mchezo umechezwa na game plan. Kama uliangalia uli game plan ya National Ali, walimwachia Yanga, walimsusia mpira Kipindi cha kwanza, dakika 30 za kwanza, Yanga walicheza katika vile vitu vitatu navyozungumza kimpira, yani commitment space na nini na time. Yani Yanga alikuwa anajua mda gani ashambulie mda gani ya defense, na ndio maana walikuwa na defense na watu watano kwa ajili ya kuzuia National Al Ahly asipate nafasi kutumia na ndio maana hata attempt walizotengeneza national zilikuwa ni mbili tu, ile ya goli na ile nyingine iliyofanya nini iliyopaa ya Aliou Dieng. Lakini ukija katika swala la kuchezea mpira katikati, yango alijaza viungo wengi kwa sababu alicheza na mabeki watano viungo watatu, alafu jua kachezeshwa watu wangapi? Wawili. Kwa hiyo katikati national walikuwa na kiungo mmoja ambaye ni Aliou Dieng, sawa. Emma Moshu alikuwa anacheza nini, kwa juu, wakawa wamedhibiti lile eneo la katikati. Kocha alipobugi baada ya bahati ba, mbaya kupatikana lile national kupata lile goli kocha akajidanganya anawamudu nani, National. Kwa hiyo kipindi cha pili akaja na format ya kutumia tena mabeki wangapi? Wawili, akatoa beki mmoja ambaye ni Israeli mwenda akamskuizi Jobu upande wa kulia. Kitendo cha kumskuizi Jobu upande wa kulia, ina maana akabakia katikati na baka na nani na mwamnyeto. sasa kitendo cha kubaki baka na mwamnyeto, tayari Neshu hapa katikati wakawa na wanapata gepu sasa za na na kutengeneza nafasi, especially kutoka kwa Emma Moshu na huyu nani Trace Gate Namba 9 wao akawa amebaki amestiki tu pale juu. Kwa hiyo nafasi sasa zikawa zinapatikana pale katikati, ikabidi sasa Dick Abuya as aswitch Arudi acheze format ile ile, wafosi wacheze format ya mabeki wangapi? Watatu. Ndio maana unakuta Abuye akawa anafutika anacheza katikati, wakawa tena mabeki watatu. Kwa hiyo hapa katikati nafasi abu ya Abuye nani aliyokuwa na squeeze? Ndio mm-hmm. National sasa wakalichukua eneo la katikati na ndio mechi ilipoishia hapo hapo. Mm-hmm. Ina maana mwalimu wa National Ahly ni mkubwa kuliko mwalimu wa nini? Wa Yanga. Kwa hiyo alimzidi mbinu, alimdanganya, akadanganyika matokeo yake akaingia kwenye mfumo. National kuwa nyumbani kunampa faida ya kushinda ingi, ya ikiwa ana, anaweza kuwa bora maana hapa wanasema amecheza mpira mkubwa, anaweza uh, kupata matokeo tarehe 30 katika visiwa vya... Mimi asubuhi niliongea, wengi mliniona kama chizi, lakini niliongea sawa. Yanga anaenda kufa goli <coughs> ngapi goli mbili? Sio kwamba zi goli mbili mimi mchawi no, mimi naijua National. National anacheza kwa heshima na timu yoyote, anakuachia mpira wechezo, unaweza ukajikuta kama unajua sasa ile unajijua yaani, national alivyo, kama vile unavyomona ule mdudu kicheche. Kuna mdudu fulani anakamata kuku anaitwa kicheche yeah. Wanachimba shimo, alafu anaweka makalio yake, yale makalio yanakuwa kama yanachenga chenga, chenga fulani. Kuku akija pale anadonoa, anajua pale ni kichaka cha chakula vimaindi akidokoa tu tani anabanwa mdomo anaingizwa. Ndio national mpira wao wanavyocheza miaka yote national. Simba ashacheza pale takriban misimu minne simba anaongoza kwa nini? Kwa ball possession sio, umeelewa? Yani ule ndio uchezaji wa national, yani anaku anakulisha wewe, unajua ananilisha, kumbe anakuvizia, anataka kufanya nini, akufanya kitu anachokifanya. Kwa hiyo national huwa wanacheza kikubwa, wanacheza kwa mitego, sawa, kwa sababu wana mwalimu mkubwa wa kubwa, mm, na wachezaji wakubwa ambao wanaweza kuamua mechi mm. nafasi walizozipata national ni tatu, wametumia ngapi? Mbili. Ile moja ni umaili wa diala ambayo alofanya nini? Alienda akafanya nini? Akaitoa shuti lililopigwa na Emmanuel na, na, na, Hatia nani? La, Elelman Hatia. Sawa, ndo alolicheza. Kwa hiyo nafasi tatu ndo, wale, oyote, goli ngapi? Hiyo ndio timu kubwa na ndio maana wale mchezaji yoyote akiwafunga goli, huwa wanaenda wanafanywa na wanamchukua kwa sababu wale wanachotaka ni clinical finisher. Lakini kwa upande wa Yanga kilichokosekana ni matumizi ya nafasi. Lakini wamecheza vizuri, wametengeneza nafasi ambazo zile mbili za kipindi cha kwanza moja amekosa nani huyu Alan Okello. Starboy na nyingine ameikosa nani? Ameikosa nani? Nani? Max Zingeli ambaye alikuja kuipata tena nafasi kama ile tena kipindi cha kipindi cha pili, akaja akapiga shuti ule kipa akafanya nini? Akacheza. Kwa hiyo sisi wachezaji wetu grade yao sawa ni grade B mpaka grade C. National wachezaji wao wote ni grade A. Leo angalia National. Emma Moshu yuko ndani, ndani kuna nani? Nje kuna nani? Kuna El Shat. Yaani, uko nje acheze ambaye kanurua bilioni 11. Sio umeelewa? Angalia anatoka Emma Moshu anaingia nani? yule amezuiliwa, ametoka nani ametoka nani? elati ya nani ya Saudi Arabia ndo amerudishwa kwa bilioni tisa. Hebu fikiria, anakaa benchi yani, anamsubiri ama moshua afanye nini? Acheze. Kwa hiyo, wenzetu wana wachezaji ambao wana grade ya juu ambao ni grade A. kwa hiyo ndio maana hata ukicheza nao, na ndio maana nikasema katika kile kiwanja asubuhi, siliwaambia kile kiwanja, timu zilizofanikiwa kupata sare ni timu nne tu tangu national ianzishwe cheze mashindano ya kimataifa. Simba pale ndo kapata sare katika mashindano ya African Football League moja moja. Simba anatangulia goli, goli linafungwa na nani? asisti natoka Wachama, goli anafunga Kanuti. Walokuja kupata sare tena pale wengine walikuwa ni nani? Bold Daddy, sare ya bila bila. Alokuja kupata tena pale sare Mamelodi Sundown, sare ya mbili mbili. Alokuja kupata sare tena pale ni nani, ni nani? AC Vita, goli mbili mbili Goli la kwanza anafunga Mundele masuk, goli la pili anafunga Tusi la Kisinda, mm-hmm, kwa shuti la mbali. Kwa hiyo ndio timu nne tu tangu national ianzishwe katika uwanja ule wanapata wana, wana sare timu nne tu katika kitabu chao GB. Kwa Young Africans wamemsajili Okelo lakini pia vilevile vile na depo, wakaunda tume wakaita Pididi ule um, utatu mtakatifu kama kipindi hicho kilivyokuwepo Liverpool. Unaona kuna kitu kimekwenda kuwalipa. Unajua uh, ngoja nikwambie kitu mm hawa wachezaji wetu sisi grade yao bado yaani na kushindana na timu kama national, hadi si umeelewa eh? Ukimwangalia hala ni Okelo uchezaji wake, speed ana, ni fundi wa kuuchezea mpira, lakini ile speed kama vile unavyomona anavyoipata. Kwa sababu namba kumi sasa hivi unatakiwa kwanza uwe na jicho la tatu. Namba kumi ni mchezaji mwenye mambo manne. Kwanza anatakiwa awe na nini, awe na forecast, yaani ajue kabisa, awe na maono kwamba mpira huu nilioupata napeleka wapi au nafanya nini, kipa amekaja. Umeona tresgate Eh, kaupata kachekecha moja kaka hivi kaangalia engo. Yule ndo namba kumi. Ndo design ya kina Chama, tusimzalau Chama, yaani Chama ndo kina trace gate. Wana jicho la tatu, lakini mtoto kama Okelo unapomchezesha namba kumi, alisaidia tu katika kukaba, kwa sababu bado energetic, na hata umeona alivyotoka Okelo nafasi zikawa zinapatikana hapa katikati, wakawa nashindwa kusaidia nini viungo mm. kwa sababu Okelo alikuwa anashuka mpaka kwenye namba nane mm. wakati namba nane anashuka kwenye namba sita, namba sita alikuwa anaenda kuwasaidia masenta beki. Sasa kitendo cha kumtoa Okelo kumuingiza Pakome, Pakome ni individual skills, umeelewa mm. mm. anacheza mpira individual mm. yani yeye, Pakome ni mzuri kwenye kutoa pasi, lakini swala la kusaidia mazu, kuzuia inakuwa kwake inakuwa nini inakuwa ngumu mm. shida ndio ilipopatikana hapa. Al Ahly ni kipimo sahihi kwa Young Africans, ama Young Africans waje waendelee kupambana na kina mashujaa mm. National Ahly kipimo chake sio nani? Sio Yanga. Si umeelewa? Uh -huh. Yanga yeye ni kipimo lakini National kipimo chake sio Yanga. Uh -huh. National vipimo vyake Mamelodi Sundowns, uh -huh. Experience di Tunis, uh -huh. Vile ndio vipimo vyao kwa sababu wana grade. Wote uh -huh. wana wachezaji wa grade A. Uh hmm. -huh. Si umeelewa? Uh -huh. Lakini kiuhalisia uh -huh. kwa sababu wakikosa National Ahly mpaka jana yani, mpaka jana ukiongezwa wale yule Mkolombia mmoja yeah. na yule mwingine ambaye alotoka Serbia sio wapi? yeah. wale wawili tu peke yao wameongeza katika bili, wameongeza bilioni kumi na tisa mm. katika ile bilioni tisini na tano tuliokuwa tunaitambua ambayo thamani ya kikosi cha nini mm. cha rari kwa saa wa hivi wa wa wanacheza na milioni bilioni mia, mo, mia, mia, mia, mia moja na kumi na nne ndio kikosi cha lali wakati sisi huku sawa Mia ya thamani ya klabu nzima yaani usajili wa wachezaji wa national yeah, unatoa bilioni kumi na nne. uh -huh, ndio thamani ya klabu ya Yanga, si umeelewa? Uh huu ndio uhalisia wa mpira uh -huh. Kwa hiyo, uh -huh. Yaani, Yanga, mm. Bwana, kwa hiyo hawa si una, tukishindana nao yaani, kufungwa goli mbili Yanga amefungwa goli chache, amejitahidi sana, kwa matokeo hayo unaona wanafuzu kwa ufupi tu. Ah mimi nilishasema, uh -huh. mimi nilishasema shika kauli yangu uh -huh. sawa yanga atakuwa ni sawasawa na mtoto ambaye amefanya ibada kuanzia utotoni mpaka miaka eh, ishirini. Alipofika miaka ishirini, amekuwa mlevi mpaka anaingia motoni hey. Alafu mnyama sasa kesho uh -huh. yaani kesho ndo anaanza sala uh -huh. ataanza sala kuanzia kesho mpaka anaingia peponi inshallah. mbili dhidi ya Ahly. Mahmud Hussein Trazige anapeleka kilio Yanga Africans. Ulitabiri katika mahojiano ya asubuhi ukasema anayebeti ampe ahali 2 plus uliona nini bwana? Uh, unajua mpira hii, haya mashindano ya kimataifa sawa, timu kubwa zinacheza na game plan, si umeelewa eh? zinacheza na game plan kama ulivyoona sawa. National kwanza wana wachezaji wakubwa sawa eh? leo unapomzungumzia mtu kama kiungo aliyokuwa katikati ya wa Valencia, wanamtaka yani kazuiliwa, dili limezuiliwa li, li, li, li, jana baada ya maneno maneno ya Yanga kujitamba kwamba wamefanya usajili mzuri, usajili bora, kina Diaro Kamara, wale mabwana wakaamua wasitishe lile dili la kumpeleka ule mwamba Valencia, ikabidi abakie wapi, kaongezewa mshahara, amebaki.